Shirika la ndege la Kenya Airways kwa sasa limeathiriwa na matatizo ya matengenezo ya injini ambayo imesimamisha ndege zake za Boeing 787 kuegeshwa, ambao umeenea katika kipindi cha miezi mingi, umeathiri uwezo wake wa kuhudumia njia kima za kimataifa. Data za fleet zinaonyesha kuwa Kenya Airways ina Boeing 787 Dreamliners tisa huku mfululizo huo ukiwa na wastani wa miaka kumi. Ndege zote ni za variant ndogo za 7a7. Takwimu zinaonyesha kuwa 5 Yanke Kilo Zulu Alfa, ndege ya kwanza ya 7a7 iliyowasilishwa kwa shirika la KQ na kupewa jina la The Great Rift Valley imeegeshwa Nairobi. Wakati huo huo, 5 Yanke Kilo Zulu Chali Chali na 5 Yanke Kilo Zulu Hotel pia zimeegeshwa kama sehemu ya changamoto za matengenezo zinazoendelea. Shirika la ndege la Kenya Airways linalazimika kusitisha ndege hii zi huku zikikabiliwa na matatizo yanayoendelea ya matengenezo na kuto kuwepo na uwezo wa kupata injini za ziada ili kuhakikisha kazi inaendelea. Mapato ya abiria yanasalia kuwa tatizo kuu la KQ kwa kuwa dhuluthi moja fleet zake za 787 zimeegeshwa. Kwa ujumla haiwezi kuhudumia maeneo yote inakotaka. Kutokana na hali hiyo, na haswa katika kipindi cha Pasaka, shirika la KQ litakabiliwa na shinikizo la kifedha ambalo halifai haswa, ikizingatiwa kuwa hali hii iko nje ya mikono yake, kulingana mkurugenzi mtendaji wa KQ, Alan Kilavuka. Ndege hizo aina ya Boeing 787-8 Dreamliners hazijaweza kufanya kazi katika mtandao huo tangu Februari. Wakati April inakaribia kwa kasi, ndege zinasalia kuegeshwa na hakuna azimio lililopatikana kupata engines za ziada zitakazohitajika ndege zirudi kufanya kazi, achilia mbali injini zilizopo ili kupata matengenezo yanayohitajika. Imekuwa tatizo la tasnia nzima, na athari mbaya zikitofautiana kulingana na hali ya kila mwendeshaji husika. Kipaumbele kikubwa cha KQ ni kuruka kwa ndege kwa wakati kwa msimu wa kilele. Ikiwa ndege zingesalia chini wakati wa msimu wa juu, itakuwa na athari mbaya kwa fedha za kampuni. Kwa bahati mbaya, hata hivyo, uwezo wa kurejesha ndege katika huduma hauko chini ya shirika la KQ, bali wasambazaji wakuu na watengenezaji wa injini. Kwa hivyo, ni lazima shirika la KQ lisalie na Subra na aliweke mazungumzo ya wazi na kampuni hizi ili kuhakikisha kuwa lina taarifa zote zinazohitajika kuhusu wakati marekebisho yatafanywa na wakati kuna uwezekano ndege hizi zinaweza kurejea kufanya kazi. Kwa bahati mbaya, 787 imekuwa mojawapo ya ndege iliyoathirika zaidi na mgogoro unaoendelea ugavi wa kimataifa ambao umeathiri injini za Rolls-Royce. sio mteja pekee wa shirika la ndege aliyeathiriwa na ucheleweshaji wa matengenezo na uhaba wa vipuri ili kuhakikisha injini zinaweza kutumika tena kwa fleet ulimwenguni kote. Vietnam Airlines imesema hadharani kwamba muda wa matengenezo yake imeongezeka. Kwa mfano, injini ambazo zilikusudiwa kutumwa mbali kwa siku tisini ziliona muda wao wa kukaa ukiongezwa, nyakati fulani, kwa zaidi ya mwezi mmoja. Wakati huo huo, British Airways imelazimika kuondoa au kupunguza huduma katika masoko ya kimataifa katika kipindi cha nusu mwaka uliopita kutokana na kutegemewa na dreamliners zake. Air New Zealand pia imesimamisha 787 zake katika kukabiliana na matatizo ya injini. Kwa hivyo, suala hili linaloendelea katika sekta nzima linaathiri mashirika ya ndege na uwezo wao kufanya kazi kwa uaminifu na kampuni ya Boeing.